Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa, ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu, tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, eidha awe na smartphone au kichochi tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya tanzania tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa instagram at invitepro underscore au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia whatsapp 0763570877 karibuni mbunge wa kigoma mjini Clayton Revocatus, maarufu kama Baba Levo, ameweka wazi kuhusu uhusiano wake na aliyekuwa mgombea mwenza kutoka chama cha upinzani ACT, Zitto Zuberi Kabwe, akisema kuwa baada ya uchaguzi alijaribu kumtafuta bila mafanikio. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Baba Levo amesema kwa kuwa anaamini Zitto Kabwe ana mambo muhimu yanayoweza kuchangia katika maendeleo ya jimbo la Kigoma Mjini na ataendelea kumtafuta ili waweze kushirikiana kwa manufaa ni kweli kabisa nimeshinda ubunge katika jimbo ambalo lilikuwa ni jimbo gumu. Nilikuwa uh, ni jimbo gumu kwa sababu mtu nilikuwa na nashindana naye ni mtu ambaye alikuwa na kila aina ya mbinu ya kuweza kushinda, ni mzoefu na ni mtu anajua vitu vingi sana kwenye siasa. Inawezekana kwa uh, namna moja au nyingine, uh, anaweza kuwa ananizidi kujua vitu vingi sana kwenye kwa siasa kwa hiyo nimepambana naye lakini, uh, ukweli umeshinda, umeushinda uongo, na ndio maana nimepata kura nyingi sana uh, kumzidi. Nimetumia mbinu zote uh, nimetumia technology, nimetumia uh, ushawishi, nimetumia kila aina ya mbinu kuweza kushinda uchaguzi ambao ulifanyika tarehe ishirini na tisa. Na kuna bahala ambapo nilikuwa naona anafanya makosa kwa, nilikuwa natumia yale makosa Aa, kama sehemu ya mimi kuweza kupata kura ambazo zingeweza kumpigia ye na nikazichukua. Wananchi wa Kigoma Mjini wanataka mtu ambaye anaenda kuwasemea wao. Hawataki mtu aenda kusemea ana, mm, mm, tunasema mbunge bahari, mbunge ambaye anasema uh, kuhusiana na taifa kimataifa zaidi kuliko jimbo lake. Wao wanataka mtu ambaye atafokus na nilijiri na vitu ambavyo naamini ndio vinawagusa wananchi wa Kigoma Mjini. Uh, na ndio maana nikapata kura nyingi. Wananchi wananiamini, wananijua ni mtoto wao, so, imekaa hivyo. Baada ya uchaguzi nilimtumia message uh, Zito, hakujibu chochote, lakini nadhani ni hasira. Baada ya unajua, ukishakuwa umepoteza unakuwa na hasira, hajajibu. Lakini bado kuna vitu ambavyo anavyo yeye Zito ambavyo mimi navitaka nivitumie kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kigoma Mjini, kwa hivyo vyote vile nitamtafuta ili atupe kama kweli yeye ni mzalendo na lengo lake ni Kigoma mjini aweze kupata maendeleo, basi nitamtafuta ili anipe baadhi ya vitu ambavyo naamini vitaeta uh, maendeleo katika jimbo la Kigoma Mjini. So nitamtafuta pale, nadhani hasira zake zishakuwa zimetulia. Huu ni muda wa kazi, so muda tena wa ahadi. Uliahidi watu wakaamini ahadi zako, wanakupa nafasi ya kwenda kuwaongoza. Sasa huu so, ni muda wa kutekeleza yale ambayo wananchi waliamini kwamba wewe unaahidi na utatekeleza. Mimi niliahidi vitu vichache sana katika jimbo la Kigoma Mjini, kwa sababu nilikuwa najua nikiahidi vitu vingi naweza nikakwama. Mimi nimeahidi kuhusiana na barabara za mitaani. Barabara nyingi za Kigoma Mjini ni za vumbi na zinakwamisha maendeleo. Barabara ya vumbi inakwamisha mtu anayetaka kujenga nyumba nzuri nyeupe kwenye eneo hilo asijenge, kwa sababu baada ya wiki moja tu vumbi itakuwa ishaipiga, ukuta wote utakuwa umeshabadilika rangi barabara za vumbi zinatengeneza magonjwa ya kupumua. Barabara za vumbi hazifai majimbo, hasa majimbo ya mjini. Huwezi kuwa na, una, na, na jimbo la mjini alafu mnakaa mnapitisha barabara kiwango cha tope. Maana yake tunasema vumbi kwa sababu jua, lakini mvua ikinyesha inakuwa ni tope, kiwango cha tope kwa jimbo la Kigoma mjini. A, moja kati ya sera au moja kati ya mlengo ambao nataka kupita ni wa kuzuia barabara za tope kwenye jimbo la Kigoma mjini. Tunataka hata kama kuna barabara tisa za vumbi au za tope wa, well, pesa hizo zikonvertiwe na tupate hata barabara mbili za lami, ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kufanya maendeleo, waweze kujenga nyumba nzuri. Waweze kujenga nyumba nzuri sehemu magari yanapita uh, na uh, yanatimua vumbi. Waweze kujenga hoteli nzuri, waweze kutandika mashuka mazuri, kufungua dirisha, vumbi lote linaingia chumbani na mashuka yanaharibika. Kwa hoteli nyingi uh, zinakuwa sasa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 kwa wananchi wa jimbo hilo, akisema kuwa ni tukio la kihistoria linalolenga kuwashukuru wapiga kura kwa imani waliyoonyesha kwake na kuendeleza vipaumbele vyake vya maendeleo kwa miaka mitano ijayo. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe comment, ku like, na share ili uendelee kupata taarifa zetu.